Hello guys, leo napenda kuonyesha jinsi ya kuadd access point kwenye simu yako. Watu wengi wanaanza kununua simu, huwezi kuingia mtandaoni bila kuwasha access point. Na access point inakuwezesha kupandisha mnara na kuingia mtandaoni na kusoma 5G labda 3G. Ukiona simu inasoma 5G, 3G hiyo ni access point ambayo imewashwa. Kwa hiyo unaweza kufuata hizi step, ni rahisi sana. Unaingia kwenye simu yako, unaingia kwenye setting, ushaingia kwenye setting, una set mobile network Ushaingia kwenye mobile service network una select kwenye simu. Ukisha select kwenye simu, unashuka chini, kwa kuna sehemu imeandikwa access point, una select. Ukisha select access point yetu, hapa inaonekana hamna kitu ambacho kilichojazwa. Kwa hiyo ina maana, hapa unabonyeza kwenye, kwenye kile ki alama cha jumlisha hapa. Ukishabonyeza kuna nani zimetoka hapa, unasema umeandika name hapa, name Tunaandika mtandao unatumia kama, kama mimi hapa mfano natumia Airtel. Kama unatumia Tigo au unatumia Vodacom utaandika hapa, naandika Airtel, Airtel na save APN. Hapa APN una save, unaandika internet. Hii ina support kwenye mtandao wowote, iwe Airtel, Tigo, Vodacom au Airtel. Internet una save, ukishamaliza hapa na kwa tayari access point tushaandika, tushaiandika, imekamilika tunaisave winamana tayari hapa, sisprinti yangu tayari ishaonekana imeandikwa Airtel na internet. Usisahau kusubscribe kulike, kushare, kucomment na kufollow page yangu ya Young Rich TV kwenye TikTok, for trick nyingi za simu ambazo ni nyepesi sana, unajifunza kwa dakika moja tu.